Polisi wakamata wanne kwa ujambazi wakiwa wamebeba jeneza Mabwepande. Polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam wamewakamata watu wanne kwa tuhuma za kujihusisha na vitendo vya ujambazi na kuwashambulia wananchi, tukio lililotokea katika eneo la Mabwepande, wilaya ya Kinondoni, huku washukiwa hao wakidaiwa kuwa walikuwa wakibeba jeneza lenye mwili wa marehemu Ibrahimu Elia, mkazi wa Mabwepande, ambaye alifariki dunia Ijumaa ya Januari 2, 2026 katika eneo la Bunju. Inadaiwa kuwa marehemu aliuawa kwa kipigo cha wananchi baada ya kutuhumiwa kujihusisha na matukio ya uporaji wa pikipiki katika maeneo ya Goba na jirani zake. Polisi wamesema tukio hilo linaonesha changamoto inayoendelea ya wananchi kujichukulia sheria mkononi, badala ya kutoa taarifa kwa vyombo vya dola, jambo ambalo limekuwa likiongezeka katika baadhi ya maeneo ya jiji la Dar es Salaam na kwingineko nchini. Baada ya tukio la mauaji ya marehemu, ndugu na jamaa walipanga kusafirisha mwili wake kwenda kuzikwa Mabwepande. Hata hivyo msafara wa mazishi uligeuka kuwa tukio la uhalifu baada ya baadhi ya waliokuwa wakisindikiza jeneza kuanza kuwashambulia na kuwapora wananchi waliokuwa wakipita au waliokuwepo kando kando ya barabara. malalamiko ya waathirika. Kamanda Muliro alieleza kuwa polisi walipokea taarifa kutoka kwa waathirika kadhaa waliodai kushambuliwa na kuporwa mali zao wakati wa tukio hilo. Miongoni mwa waathirika hao ni Jafet Kalanga, miaka 41 mfanyabiashara wa Mabwe Pande aliyesema alipigwa kichwani na kuporwa simu yake ya mkononi; Joshua Leguna miaka 26, ambaye alipata majeraha katika pua na mkono wa kulia na kuporwa simu pamoja na fedha taslim kiasi cha shilingi elfu 20; Abbas Mdoe miaka 34, maandisi katika hospitali ya Mabwe Pande aliyeripoti kuporwa simu yake ya mkononi pamoja na kiasi cha shilingi milioni moja; Maria Lamek miaka 28, mfanyabiashara aliyedai kuporwa simu na fedha taslim kiasi cha shilingi laki moja. Polisi wamesema maelezo ya waathirika hao pamoja na ushahidi wa majeraha waliokuwa nayo yaliimarisha tuhuma dhidi ya washukiwa waliokamatwa. Hatua za polisi na kukamatwa kwa washukiwa: baada ya kupokea taarifa za tukio hilo, polisi waliwasili eneo la tukio kwa haraka na kukutana na kundi hilo likiwa bado linaendelea na msafara wake. Ili kudhibiti hali na kuzuia madhara zaidi, polisi walilazimika kufyatua risasi za juu angani kama unyoni, hatua iliyosaidia kutawanya umati na kuwezesha kukamatwa kwa washukiwa wanne. Kamanda Muliro alisema washukiwa hao kwa sasa wanashikiliwa na polisi kwa mahojiano zaidi huku taratibu za kisheria zikiendelea. Alibainisha kuwa endapo uchunguzi utabaini ushahidi wa kutosha, washukiwa hao watafikishwa mahakamani kwa makosa ya ujambazi kushambulia wananchi na kusababisha vurugu. Athari kwa jamii na wito wa polisi. Baada ya polisi kurejesha hali ya utulivu, shughuli za mazishi ziliendelea chini ya uangalizi wa vyombo vya dola. Mwili wa marehemu ulizikwa katika makaburi ya Mabwepande bila kutokea vurugu zaidi. Kamanda Muliro alitumia fursa hiyo kutoa wito kwa wananchi kuacha tabia ya kujichukulia sheria mkononi, msisitiza kuwa vitendo vya uhalifu, hata vinapofanywa katika kivuli cha matukio ya kijamii kama mazishi havitavumiliwa Jeshi la polisi litaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya mtu yoyote atakayekiuka sheria. Tunawahimiza wananchi kutoa taarifa za uhalifu mapema na kuacha vitendo vya kujihukumu wenyewe, alisema Kamanda Muliro. Tukio hili limeacha maswali mengi katika jamii kuhusu usalama, maadili ya kijamii na umuhimu wa kuheshimu sheria, huku mamlaka zikiendelea kuchunguza kwa kina ili kuhakikisha haki inatendeka kwa wote walioathirika.